Je, yeah, Iran itajiondoa kutoka kwa Mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia? Rais Donald Trump amesema Marekani itafanya mazungumzo na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia wiki ijayo kufuatia mapigano ya siku kumi na mbili kati ya Israeli na Iran. Mapigano yaliyomalizika huku nchi zote mbili zikisherekea kuibuka mshindi wa vita hivyo. Tukirudi kwenye mpango wa Iran wa nyuklia, Trump alidai mashambulizi ya anga ya Marekani yameharibu kabisa uwezo wa nyuklia wa Iran na kurejesha mpango huo miongo kadhaa nyuma akionekana kukasirishwa na ripoti iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani vikiongozwa na CNN ilionyesha kuwa huenda mashambulizi hayo yamechelewesha juhudi za nyuklia za Iran kwa miezi michache tu, kinyume na matamshi ya Trump. Hata hivyo, bunge la Iran limepiga kura ya kusitisha ushirikiano na shirika la Umoja Mataifa linalofuatilia masuala ya nyuklia hadi pale usalama wa nyuklia utakapohakikishwa, siku moja baada ya pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano na Israeli kuanza kutekelezwa. Licha ya Iran kusisitiza mara kwa mara kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani na utafiti na kuthibitishwa na Wakala wa Kimataifa wa Nishati Atomiki, bado Israeli na Marekani walishambulia, na hivyo kuzua mjadala mpana ikiwa kuna faida ya kusalia katika mkataba huo. Zaidi ya hayo, iwapo Iran itajiondoa kwenye mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia maarufu NPT, haitakuwa nchi ya kwanza kufanya hivyo. Namo elfu mbili na tatu Korea Kaskazini imejiondoa katika mkataba huo. Pamoja na hayo, India, Pakistan na Israel hazijawahi kutia saini mkataba wa NPT, huku baadhi ya nchi hizo zikikosoa mkataba huo kuwa haulazimishi nchi ambazo zimethibitishwa kuwa na mabomu ya nyuklia kama vile Marekani, Urusi, China, Ufaransa na Uingereza kuachia silaha zao za atomiki. Swali linabakia: ni kigezo kipi kinatumika kuhalalisha nani anapaswa kuwa na nyuklia?